unasubiriwa na wadau wengi wa soka nchini Tanzania ni mchezo ambao utakwenda kuchezwa Machi ishirini na saba mwaka elfu mbili na ishirini na tano siku ya Alhamisi, ambapo mchezo huu kwa upande mwingine unakwenda kuikutanisha klabu ya soka ya Simba SC, klabu kutokea jijini Dar es Salaam, ambapo mnyama Simba atakwenda kukutana na klabu ya soka ya Big Man Football Club ama Mwadui kutokea mkoani Shinyanga, ambapo sote tunafahamu Big Man ni miongoni mwa klabu ambayo inashiriki NBC Championship kwa ajili ya kufuzu ligi kuu ya NBC kuelekea katika msimu mpya wa mwaka 2025 2026, ambapo kuelekea katika mchezo huu moja kwa moja, ni mchezo ambao utakwenda kuchezwa na timu ambayo itakwenda kupata ushindi moja kwa moja itakwenda kuenda hatua ya robo fainali michuano mikubwa ya CRDB Bank Federation Cup, kabla ya kuendelea mbali kama ni mdau wa Simba Sports Club unaamini kikosi cha wekundu wa Msimbazi kitakwenda kupata ushindi mbele ya kikosi cha timu ya soka ya Big Man Football Club ama Mwadui, like video yetu ili tuende sawa. Sasa kuelekea katika mchezo huu, tunaona tayari maandalizi kwa upande wa kikosi cha wekundu wa Msimbazi yameweza kukamilika. Kupitia kocha mkuu Faldu Davis ameweza kujinasibu na kujinadi kwamba moja kwa moja Simba itakwenda kupata ushindi katika mchezo wake dhidi ya kikosi cha timu ya soka ya Big Man Football Club ikiwa ni mara ya kwanza Simba Sports Club kukutana na Big Man Football Club ama Mwadui katika michuano hii mikubwa ya CRDB Bank Federation Cup kwa msimu wa mwaka 2024 2025. Sasa kuelekea katika mchezo wa klabu ya soka ya Simba Sports Club dhidi ya kikosi cha timu ya soka ya Big Man Football klabu, klabu ya soka ya Simba Sports Club wanatarajia kuwakosa nyota wafuatao. Nyota wa kwanza ambao Simba watawakosa ni wale ambao walikuwa katika kikosi cha timu ya taifa ya Tanzania Taifa Stars ambacho kimeweza kucheza mchezo dhidi ya taifa la Moroko, ambapo ni golikipa Ali Salim Katoro, eneo la mafulbeki ni Shomari Kapombe na Mohamed Hussein, bila kumsahau Abdulrazak Hamza Yusufu Kagoma sambamba na mchezaji anaofahamika kwa jina la Kibu Dennis Prosper wachezaji wao tunaona hawakuwa katika programu maalum ya kocha mkuu wa Msimbazi, mtaalam, lakini, wa mtaalam Fadu Davis lakini eneo la wachezaji wa kigeni ambao Simba wanatarajia kuwakosa ni Steve Deze Mukwala ambaye alikuwa katika majukumu ya timu ya taifa ya Uganda, lakini nyota mwingine ambaye Simba wanatarajia kumkosa ni golikipa Musa Kamara Pimpini ambaye alikuwa katika majukumu ya timu ya taifa yagine lakini, ukiachana na orodha ya wachezaji ambao waitwa katika mataifa kwa ajili ya kucheza mechi za kufuzu AFCON, Simba Sports Club vile vile wanatarajia kumkosa golikipa anaofahamika kwa jina la Aishi Manula, ambapo golikipa huyu tunaona hayupo katika mipango ya kocha mkuu wa wekundu wa Msimbazi mtaalam Fadlu Davids, bila kusahau golikipa anaofahamika kwa jina la Ayubu La Credi, naye pia anatarajia kukosekana katika mchezo wa Simba dhidi ya kosi ya timu ya soka ya Big Man Football Club. Lakini pigo jingine ambayo Simba wanakwenda kulipata ni kumkosa beki wao raia wa Kameruni, hapa tukienda kumongelea She Malone Fondo. Sababu za mchezaji kukosekana sote tunafahamu kwamba anauguza majeraha na yupo nchini Moroko, ambapo bado anaendelea kupatiwa matibabu kwa kina ili kuweza kurejea mapema katika kikosi cha Gondo. Kwa hiyo tunaona golikipa anaofahamika kwa jina la Musa Kamara Pimpini tayari amepona, lakini bado kwa upande wa mchezaji anayofahamika kwa jina la Shemalunefondo anaendelea kuguza majeraa, lakini mchezaji mwingine ambaye Club wanatarajia kumkosa ni kiungo Yasin Selemba ambaye naye pia anauguza majeraa ya kisigino ambayo ameweza kuyapata licha ya kurejea katika kikosi cha kunda Msimbazi, lakini bado hayupo fiti asilimia mia kuweza kuhimili mikiki mikiki uwanjani. Kwa hiyo ndiyo orodha ya wachezaji ambao Simba wanatarajia kuwakosa kuelekea katika mchezo wao wa kombe la CRDB Bank Federation Cup dhidi ya kosiya timu ya soka ya Big Man Football Club ama mwadui kutokea mkoani Shinyanga.